Hapa nchini ambapo leo ni siku ya mguu kifundo duniani, siku mahususi inayolenga kuongeza uelewa na kujenga uelewa zaidi kuhusiana na hili moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikihimizwa zaidi ni utambuzi wa mapema, ili matibabu yanapofanyika mapema kusaidia pia mtoto kurejea katika hali ya kawaida. Utafahamu hayo na mengi zaidi kutoka kwa wahusika. Uh, uh, uh, Uh, kabisa Hilda, ni siku ya aina yake ambayo inalenga kutoa uelewa na kutoa elimu kwa jamii yetu ama, uh, dunia kwa ujumla kufahamu kuhusiana na mguu kifundo, na hili unaelezwa kwamba huu ni ugonjwa. Wengine wamekuwa akiwa na mtazamo wa kufahamu kwamba pengine ni aina fulani ya ulemavu, lakini kwa mujibu wa wataalamu wanasema ni aina fulani ya ugonjwa. Kwa hiyo hii ni siku mahususi ambayo inakusudia kutoa uelewa na ufahamu juu ya mguu kifundo. Sasa tupo hapa na Daktari Andrew Charles yanatoka CCBRT kuzungumza kuhusiana na hili, na hapo baadaye pia tutaungana na Daktari Moshi Mbawala ambaye atatuonyesha akiwa pale hospitalini, na pia tutazungumza naye kuhusiana na hili. Karibu sana daktari uhum. Ndio, tumefurahi kuwa nawe asubuhi hii kwa sababu unatusaidia uh, kufikisha ujumbe kwa jamii wafahamu kuhusiana na mguu kifundo, na tuanzie hapo hapo na, ni karibisha mm. Pia Dr. Moshi uko <laughs> tayari, habari <laughs> doktor, na karibu sana <laughs> uh, sana, asante sana. Bila shaka unatupata yeah, na nawasikia vizuri no, shukran sana <coughs> ndio Richard. Uh -huh. Nafikiri tuanzie hapo. Ndio, mguu kifundo ni tatizo na la namna gani? kuna wakati ni liona dhana za watu mbalimbali wakitaja kama ulemavu, lakini wengine wanasema ni ugonjwa. Hapana, kwa, uh, kwa sababu ugonjwa ukitibiwa mapema mm -hmm, uh, basi unatoka. Kwa hiyo hatuwezi kusema ni ulemavu mm -hmm. Ni pale ambapo utakuwa ulemavu pale ambapo hatutautibu mm -hmm, kwa wakati au tukashindwa kuutibu au kapona, ndo tutaita ulemavu baadaye mm -hmm, lakini kwa sasa hivi tutauita ugonjwa kama ugonjwa wa kawaida ambao ni ugonjwa wa namna gani? Na, na okay. mtu anaupataje? Okay, ugonjwa uh, utindio ubongo uh, ni ugonjwa ambao ni wa kuzaliwa nao. Cha kwanza uh, ni hauna sababu maalum ambayo tunaweza kuiweka mbele mguu kifundo, eh, ya hatuna sababu maalum ya kusema kwamba ugonjwa huu unasababishwa na kitu fulani, lakini tuna vile sababu ambazo tunasema zinaweza kupelekea uh, tukapata uh, mtoto, mtoto akawa akaweza kupata ugonjwa ugonjwa huo, um, lakini um, ugonjwa huu ni pale ambapo tuna, tuna viashiria vya kwamba tunaweza kusema ni unasababishwa zaidi na pale ambapo mtoto anaweza kukaa vibaya tumboni mh. Lakini pia kingine, unaweza kuhusishwa zaidi na vinasaba, kwa upande wa sasa hivi tunaweza kuhusisha na vinasaba ambayo bado inaendelea kufanyiwa utafiti ili kutupa mrejesho sahihi ya kwamba unasababishwa kabisa na vinasaba. Hmm. Hiyo ni ugonjwa wa kurithi. Eh, kwa hiyo unawezekana ukawa ni ugonjwa wa kurithi lakini bado utafiti unaendelea. Hmm. Yeah. Inasemekana watoto wa kiume wanapata zaidi ya watoto wa kike. Yeah. Kuna sababu yoyote katika hili? um, kwa upande wa magonjwa yote uh, ambayo yanahusiana zaidi na kuzaliwa nayo. Hmm. Mara nyingi mengi yanaenda kwa upande wa kiume na mara nyingi kwa upande wa tafiti zinaonyesha kwamba watoto wa kiume wako kwenye uh, wanaonekana kwa wingi kwenye haya magonjwa ambayo yanapelekea ulemavu, lakini mpaka sababu ya moja kwa moja bado haijawa tayari kusikuashiria kwamba inapelekea, tunaweza kusema kwamba asilimia ya ugonjwa huu ni kwa sababu ya kitu fulani kinapeleka kwa sababu ni wa ya watoto wa kiume mm-hmm. hatuna sababu ya moja kwa moja bado. Naam, uh, tusikie pia kutoka kwake, uh, Dr. Moshi Mbawala uh, POP technician, bila shaka mtaalam wa saa, sijui ni mtaalamu wa POP <laughs> utasaidia hapo uh, karibu sana, na pengine uh, utugusie pia uh, hasa wengi wanaofika wanafika katika hali gani na nini pia ambacho uh, wanafanya Asante ah, sana. Tunapokea wagonjwa wengi ambao wanafika katika hali ya kawaida, lakini kama wanavyojua, wanapopata shida mara ya kwanza unakuwa na changamoto, wengine wanakosa uelewa kwamba matibabu watapata wapi, itakuwaje, mwanawe amezaliwa katika hali hiyo. Lakini tunapowapokea, tunajaribu kukaa nao chini na kuzungumza nao na kuelekeza utaratibu wa matibabu jinsi ulivyo na atakapoanza matibabu mara nyingi akina mama wengi huwa wanapata faraja. mm -hmm. Uh, da daktari kabisa tunakusikia. Uh, tunataka kutoa uelewa zaidi kwa jamii kuhusiana na ugonjwa huu, pengine ni wakati gani sahihi ambapo, uh, mgonjwa anapaswa kufikishwa hospitali ili aweze kuwa salama na uh, ugonjwa huu usimwathiri zaidi? kipindi kizuri zaidi ni kipindi ambacho mtoto amezaliwa, akiwaisha hospitali mapema zaidi inakuwa ni bora zaidi kuliko akicheleweshwa. Kwa hiyo mzazi atakapogundua kwamba mwanawe ana ugonjwa wa mguu kifundo, basi tunahimiza au tunashauri shauri haraka amwaishe hospitali kwa ajili ya matibabu. ati ambazo zinaweza kumsaidia mzazi kugundua mapema uh, ili kufahamu hali hiyo na kuiwai. Eh, dalili zipo, nafikiri mtaalamu mwenzangu aliyepo studio hapo kuja uh, na, na baadhi ya vifaa ambavyo nafikiri atavionyesha kama mfano uh, ili wazazi waweze kuelewa au jamii inayotuzunguka waweze kutambua kwamba ukiona dalili hizi kwenye mguu, basi huyu mtoto ana ugonjwa wa mguu kifundo. Naam, naona daktari ameviacha <laughs> uh, yeah. kidogo, lakini naona hapo nyuma yako una uh, baadhi ya uh, visaidizi vile ambavyo watoto huvaa kwa hatua uh, tofauti labda pia baadaye utatuonyesha. mm -hmm. Uh, na kama utakuwa nayo kwa karibu uh, sampuli zile za namna ambavyo mguu unakuwa au katika hali uh, kwa karibu basi uh, tutapata pia kutoka kwako uh, bila shaka. Sasa turejee kidogo hapa. mm -hmm. Uh, amegusia uh, kwamba kuna zile dalili yeah. za mwanzo tuambie, yeah. kama kuna dalili zozote ambazo zinaweza kumsaidia mzazi kugundua mapema. Ah, okay. mm -hmm. Uh, nadhani uh, kuiweka vizuri hmm. Mguu kifundo tunauita mguu kifundo ukiwa na vitu vinne ndani yake hmm. Uh, kwamba haya magonjwa yanaweza akazaliwa mguu kwa umepinda lakini sio zote zita, tutaita mguu kifundo sawa. o kwa mguu kifundo ni pale ambapo mguu unapindia ndani, tunasema kwa njia rahisi. Nadhani ningekuja na hmm modo ingekuwa rahisi sana watu kuona mguu kifundo na kuwa na picha pia hapo ambazo zinapita zina sawa. e, picha zinaweza kutusaidia vizuri kuwaonyesha wakaona namna mm -hmm. mguu kifundo unafanana. mm -hmm. Uh, kwa upande wa uh, mguu kifundo ni kwamba, mm -hmm. uh, kama tunavyomuona mtoto pale, unauona mguu unakuwa umeangalia ndani, vidole vinakuwa vimepindia ndani, lakini pia kisigino kinakuwa kimepindia ndani mm -hmm. uh, ana upande wa unyayo unakuwa umegeuka kabisa upande au unaweza ukaangalia upande wa ndani au kabisa ukageuka kwenda mpaka juu ukiwa vibaya zaidi ndio. mm -hmm. Na, na, katika hatua zile za matibabu, hebu labda utueleze nini kwanza kinaanza anapofika, uh, mzazi na mtoto mwenye hali hiyo. Na, na akifika mzazi mwenye mtoto mwenye hali hii, cha kwanza kabisa ni elimu, ndo kitu kikubwa sana. uh, leo tunaiadhimisha hii siku kuenzi mto hmm, daktari ambaye alitengeneza matibabu ya ugonjwa hmm, anaitwa Ponseti. Uh, leo ni tarehe tatu, ambayo ilikuwa ni siku yake ya kuzaliwa, ambaye alifariki mwaka elfu mbili na tisa, ambaye ndo tunaenzi uh, kila alichokifanya kwa ajili ya kutibwa watoto hmm. Uh, njia rahisi tunayoitumia tunaita Ponseti kwa jina lake mwenyewe, ambayo inaenda hatua kwa hatua. hatua uh, ya kwanza kabisa mtoto anatakiwa awai hata kuanzia siku saba tunaanza kufunga au pengine tunaweza tukachelewesha mpaka chanjo ya kwanza uh, ka siku 40 au 42, kulingana na mtoto atakavyoonekana, lakini mara nyingi tunataka kuanza mapema. Uh, sasa matibabu haya yanahusisha nini, tunavyoona hapo kwenye video eh? No, ni, ni matibabu ambayo yanahusisha zaidi kufunga muogo tunaita mm -hmm. Eh, tunafunga muogo kwa, kwa mara nne au tano au tano mpaka nane kulingana na mguu utakavyoweza kukubali kwenda kwa haraka. mm -hmm. Uh, kwa hiyo uh, ama tibabu yatahusisha kufunga POP na baada ya hapo kuna sajari ndogo inafanyika ambayo ni upasuaji kama wa dakika tano pasuakam mm au -hmm. ambao au usishi uh, kwenda uh, vyumba vya upasuaji, ni unafanyika tu pale pale, unachoma sindano kidogo ya kutoa maumivu, mtoto anafanyiwa mm -hmm. wala hahitaji kuchana na kushona nikuchana tu kidogo, anafungwa tena hiyo POP anamalizia kwa wiki tatu. Then baada ya hapo anakuja kwenye hatua ambayo ndo tunaona viatu nyuma ya mtaalamu mwenzangu pale, atakuja kuvielezea vizuri mm -hmm. E, ili, ili... tuvione pia hivyo viatu. Uh, daktari tunarudi kwako ili tuone pia uh, aina ya viatu ambavyo vinatumika, eh, na utuelezee pia hivyo ni viatu vya namna gani na vinatumika wakati gani hasa. Aha, hivi ni viatu maalum kwa ajili ya matibabu ya mguu kifundo. Kama alivyosema mtaalam mwenzangu hapo, kwenye hatua ya kwanza mtoto ni kufungwa POP, ndiyo. Baada ya hapo atafanyiwa upasuaji mdogo, atafungwa tena POP ambayo atakaa nayo kwa muda wa wiki tatu. Baada ya wiki tatu kwisha, sasa ndo ataingia kwenye hatua ya kuvaa viatu maalum kuendelea na matibabu ya mguu kifundo na kiatu hichi kina namba tofauti tofauti, lakini tunaanza na namba sita, saba, tisa mpaka kumi na tano kulingana na umri wa mtoto. Kwahiyo, kwa mara ya kwanza hichi kiatu, baada ya kutoka kwenye upasuaji mdogo, akisharudi kliniki, atakitumia kwa muda wa miezi mitatu mfululizo ndani ya saa ishirini na tatu kwa siku. Baada ya miezi mitatu kuisha, utakapoanza mwezi wa nne toka alipoanza kukitumia ichi kiatu atakuwa nakivaa usiku tu, wakati wa kulala mpaka atakapotimiza umri wa miaka mitano ndio mwisho wa matibabu. Kwa hiyo baada ya miaka baada ya kutimiza umri wa miaka mitano, kinachofuata baada hapo ni nini? Ama anakuwa yes. tayari amepona kabisa. Baada ya miaka mitano, mtoto anakuwa amepona kabisa. Kwa hiyo uh, tunaweza kusema kwamba matibabu ya ugonjwa huu mpaka kupona inachukua, uh, inachukua miaka mitano si ndivyo, ama ni muda gani hasa inachukua? Ni miaka mitano, ni miaka mitano uh -huh. Inachukua miaka mitano kama mama atafata maelekezo vizuri ya wataalamu uh -huh. baada ya kufikisha umri wa miaka mitano mtoto atakuwa amepona kabisa na atakayeko vizuri uh -huh, kiasi kwamba hata ukionyeshwa kiumbe huyu alikuwa na mgonjwa ya mguu kifundo huwezi kuamini kwa sababu anakuwa hana tofauti na watoto wengine. Mm -hmm. Daktari, na huo uh, uh, umri wa miaka, uh, muda wa miaka mitano ni kwa mgonjwa wa aina yoyote ama kuanzia umri fulani? Uh, mgonjwa yoyote atakayeripoti hapa kliniki tukaanza naye matibabu ya mguu kifundo. Mm -hmm. Utaratibu ni lazima atimize miaka mitano ndipo tutaachana naye hapa kliniki au ataacha kuhudhuria kliniki yetu. Mm -hmm. Kuna, kuna watu wazima ambao tayari umri wao umetoka kwenye utoto Uh, wana matatizo ya mguu kifundo wao pia wanaweza kupata matibabu na kupona. Ambao wana umri gani? Uh, pengine zaidi hata miaka kumi na minane ama unaweza ukatusaidia hili ni umri gani ambao, uh, ukiwa na mguu kifundo unaweza kupona ukiacha hawa watoto wadogo? Uh, ukiacha watoto wadogo, inategemea kama nilivyosema, miaka kumi na nane kumi na tisa mpaka ishirini wapo ambao wanatibiwa na wanapata matokeo yaliyokuwa mazuri. Kuna mipaka ya kitu cha kufanya pengine baada ya kupata matibabu ya mguu kifundo? Hapana, hakuna mipaka, anakuwa tu kama ni mtoto wa kawaida, anafanya shughuli kama anavyofanya shughuli watoto wengine, na michezo anacheza kama anavyocheza watoto wengine uh-huh. Shukrani sana kwa ufafanuzi huo. Uh, tukirejea hapa ni mmekuwa, uh, pia mkizungumza uh, na wazazi wengi na walezi mm-hmm. uh, katika pia kuadhimisha siku hii, ni mambo gani hasa ambayo mngetamani wafahamu kuhusiana na hali hii ya mtoto? um, cha kwanza kabisa tunachowasisitiza wazazi ni kwamba sio kosa lake mtoto kuza, kujifungua mtoto akiwa na mguu kifundo kwa sababu hatuna sababu <clears throat> kuu ambayo tunaweza kuiweka mbele tukasema tunamlaumu mama haipo. Ah, cha pili ni kuwahi mapema hospitali ah, kama ah, kuna swali hapa kaka ameuliza hmm. ni kwamba matibabu yanayofata baada ya miaka mitano ni nini? Mara nyingi baada ya miaka mitano matokeo yanakuwa mabaya zaidi, yanakuwa magumu kufikia kile tunachokitamani kama mguu wa kawaida eh. Ikishafika miaka mitano then tunaweza tuna, uh, tuna, tuna, tuna kusema kwamba kitakachofata sio tena hmm. uh, kufanya hii ambayo tumezoea tutaenda zaidi kwenye upasuaji, itahitaji upasuaji ambao kidogo utakuwa mkubwa tofauti na huyu mtoto mdogo, kwa sababu mifupa nakutayarisha kwa, eh, kwa sababu mifupa zaidi zaidi, sio mifupa zaidi yeah. zaidi uh, tunasema soft tissues zinakuwa zishakaza, ambazo ni misuli, vinakuwa vishakuwa Uh, vishavuta sana kiasi cha kwamba itakuwa ngumu sana kurudisha kwenye hii picha huyu hey. tayari ambaye amekwishapata pata uh, matibabu Deo. na anaendelea kufanya mazoezi kama anavyoonekana. Kwa hiyo baada ya hapa, pengine uh, shughuli, kwa mfano kwa kijana wa kiume kama huyo, maanake anaweza kufanya shughuli hata za kucheza mpira Deo. na kufanya shughuli yoyote ambayo ni hmm. e, itahusisha miguu hasa size shughuli za nguvu zaidi. Ndio, nadhani tukielezea vizuri mm -hmm. matibabu itakuwa rahisi. Matibabu ya muhimu zaidi ni kwenye kile kiatu mm -hmm. Pale ndo tunapowapa elimu kina mama, na pale ndo wanapoharibu kila kitu mm -hmm. Mara nyingi kwa sababu a, hivi viatu uh, tumesema matibabu yanaenda kuanzia miezi mitatu, baada ya kufungwa hivyo viatu anatakiwa kuvivaa kwa miaka mpaka afikishe miaka mitano mm -hmm. Sio kwamba anavivaa muda wote na sio kwamba ukikutana naye wewe akiwa na miaka miwili unaweza kumfahamu huyo ana mguu kifundo, hautamfahamu. Sababu mguu unakuwa kawaida kabisa, ila ni kwamba wazazi wanaona mguu wa mtoto uko kawaida, kwa hiyo anaacha kumvalisha akishaanza kuona kwamba mguu na umeanza kupona. Mguu unapona tukishafunga POP mpaka kufika POP ya tano mpaka ya nane, mguu unakuwa tayari kwa kawaida. Ukiona kile kiatu kimegeuka kwa upande kabisa, kwa mguu unakuwa tayari ushapona, tushautoa kwenye ile hali yake ya kujikunjia ndani. Sasa unakuwa umeangalia nje vizuri. Kwa hiyo. Mm -hmm. Kile kiatu ni maalum kwa ajili ya kuzivuta ile misuli, misuli kamba ili zisiweze kurudisha tena mguu kwenye ile hali ya mara ya kwanza. Mm -hmm. Sasa hapa kwa sababu wazazi nachukua miezi mitatu tu inaonekana tayari. Ukishampa viatu anakanavyo miezi mitatu kwa masaa ishirini na tatu ni mengi sana. Kwa hiyo ni lisali moja kwa siku la kuvua na kumuosha na kustretch na kumrudishia kile kiatu lakini baada ya hapo kuanzia hapo anatakiwa akivae mpaka miaka mitano, lakini anakivaa kwa masaa mangapi? Kumi mpaka kumi na mbili, ambayo ni usiku tu kwao. Mchana mtoto atacheza kawaida, ila usiku ndo tutataka akivae kile kiatu hapo. Baadhi ya watoto ambao, hmm, wengine wanalia. Nadhani changamoto kama hizo mmekutana nazo. <laughs> Mnawaambia nini? Pia mnawashauri nini wakati kama huo? Okay, um, Uh, cha kwanza kabisa ambacho tunawaambia ni kwamba uh, ni muhimu sana hicho kiatu kukivaa kwa sababu mzazi anaweza kaona anamwonea huruma. Mm, eh, lakini inawezekana kwa upande wa matibabu ndio mm. uh, kwa upande wa Ay. wiki, wiki ya kwanza mm -hmm. na siku za kwanza kweli wanakuwa wanasikia maumivu. Uh, na hicho ndio kinapelekea wazazi kuwavua vile viatu na kusema atarudi kesho yake atakuambia, mwanangu anaumia sana mm. Lakini tunamsisitiza kwamba ni kwa muda. Baada ya muda huu ataacha kusikia yale maumivu, atasikia ile kero ya kile kiatu kwa sababu kina akina kulazimisha ukae mguu wako ukiwa nje na kwa muda mrefu. Na watoto wengi wanakuwa wengine analia kwa sababu hataki au ya hapendi kinavyomzuia akiwa amelala kwa sababu mm. kitamzuia kabisa kugeuka Kitamfanya alale kwa ulivyomweka kama ni chali au kwa tumbo, ashindwe kugeuka mm. -hmm. E, kwa kama ulikiona kile kiatu pale katikati kina baa ya chuma ambayo inazuia miguu isirudi. mm -hmm. Kwa hiyo kidogo kinaweza kumkera mtoto na akalia, kwa sababu si kwa sababu ina maumivu. Hatua ya kwanza ya kufunga ndo huwa ina maumivu zaidi. mm -hmm. Lakini mtoto akizaliwa na ile uh, shida wala asikii maumivu yoyote na wala haimsumbui miguu yake kwa ndani. mm -hmm. Lakini pale atakapofika hatua ya kutembea, ndo changamoto itavyoanza, kwa sababu ataanza kukanyagia upande na mguu utakuwa unamuuma zaidi. mm -hmm. na mbeleni, ndo tunasema inapelekea magonjwa ambayo tunaita arthritis uh, ambayo inaweza kusababisha mguu kuharibika kabisa na mtu kushindwa kabisa kutembea kwa sababu ya maumivu makali mm -hmm. yeah. Tusikie pia um, mzazi ambaye mtoto wake amepata matibabu na ni kwa namna gani pia ameyashuhudia ama kuyaona hayo. Mimi naitwa Mwamvua Juma, mtoto wangu anaitwa Kasimiri Hassani. Nijifungua akiwa na tatizo la miguu, nikaanza mazoezi akiwa ana hata mwezi mmoja, kaanza kuwekwa piopie kama mara nne hivi. Baada ya hapo, akafanyia operesheni. Kaendelea na mazoezi, naishukuru naishukuru sana CCBRT kwa sasa hivi ana miaka sita. Kwa hiyo e, nashukuru sana, naomba wazazi wenzangu wengine ambao wana watoto wenye matatizo hayo wasifanye mambo ya kizamani. Unapoona mtoto ana tatizo, fuata ushauri wa madaktari, watamsaidia na mtoto atakaa vizuri. Ilizaliwa na tatizo la miguu, mefanyaje? Ilikuwa imepinda, ilikuwa imejikunja kwenye sasa kitumu. Sasa hivi mm. Oh, imekaa sawa, wamenisaidia sana. Sasa hivi natembea vizuri. Haya hai, hali ndio inakuwa hivyo. Na sasa awali ulituonyesha kiatu kimojawapo katika matibabu haya amba, ambayo kinatumika, lakini ulituambia pia viko vya hatua mbalimbali mbali, na bila shaka pia hata ukubwa mbalimbali. Labda utupitishe utu, tu pia kwa muktasari katika hilo. Asante hmm. Mtoto kwa hatua ya kwanza anaanza na hii saizi sita. Akishatoka saizi sita maanake mtoto huwa anakuwa, kwa kadri anavyokuwa na namba huwa zinaongezeka. Kwa hiyo toka kwenye namba sita atakuja kwenye namba saba toka kwenye namba saba ataingia kwenye kwenye namba nane kama mnavyoviona. Baada ya hapa mtoto akitoka namba nane ataingia kwenye hatua ya namba tisa atakuja kwenye hatua ya namba kumi na kuendelea kwa saizi yetu ya mwisho kabisa ya kiatu ni saizi kumi na tano ah, ndo saizi ya mwisho tunashumu kwa mtoto ml miaka mitano. Hmm, a saizi yake ya mwisho kabisa ya, ya kuvaa kiatu na, na tumepata, amekuja kliniki. Kuna mama amekuja kliniki kwa ajili hmm, ya kuangalia maendeleo ya mtoto wake. Nilikuwa naomba kumwonyesha hmm, ili jamii ipate kuona kwamba ni jinsi gani mtoto alivyokuwa mwanzoni na sasa jinsi alivyo. Naam, kama ataridhia, yeah. Hakuna shaka. Okay, huyu ni mmoja mtoto ambaye amepata matibabu hapa kwetu kliniki mm. Na sasa yuko kwenye hatua ya kuvaa viatu na kama unavyoona mguu wake huko mzuri, huwezi kutambua kwamba mwanzo alikuwa na, na shida ya mguu kifundo na sasa anakitumia kuvaa usiku tu mm -hmm. Hicho kiatu. mm -hmm. Wow. mm -hmm. Tunawashauri kina mama na jamii kwa ujumla mm -hmm. Kwamba wanapopata mtoto ana ugonjwa kama huu, haraka wamaishi hospitali kwa ajili ya matibabu mm -hmm. Asante sana Dokta Moshi, tunakushukuru sana. Ah, yes. Na tunampongeza ah, yes. pia mama kwa uh, jitihada hizo na familia pia kwa ujumla, kwa sababu uelewa uh, umekuwa tofauti kama ambavyo umesema, uh, na imekuwa pia ni uh, jambo jema kwa familia kushirikiana katika hili, kwa sababu mzigo ukiwa kwa mtu mmoja inakuwa ni changamoto. Tunapokamilisha, ujumbe wako ni upi, uh, kwa siku ya leo? Ujumbe wangu mkubwa ni um, mzazi pale ambapo atapata mtoto ambaye anadhani aelewi ulivyokaa mm. Hatutaki kuelezea sana, tunasema aelewi mm. Uh, iwe ni wiki ya kwanza, iwe ni wiki ya pili, amegundua, iwe ni wiki ya tatu, hakikisha uh, anamwaisha hospitali mapema kwa ajili ya kufanya utambuzi uh, wa ugonjwa huo um, uh, kwa hiyo kwa uh, upande wetu tunamkaribisha pale CCBRT kwa ajili ya kuja kuchekiwa pale ambapo ataona hata uh, kuna changamoto lakini pia kwa yule ambaye yuko mkoani uh, wizara imefanya uh, jitihada kubwa sana kwenye kuhakikisha hawa watoto wanapata matibabu. Kwa hiyo afike kituo chochote cha afya, iwe ni hospitali yoyote, kwa ajili ya, uh, ya kuangalia na kutatua tatu, tatizo hili mm -hmm. Sawa so. Asante sana, tunakushukuru sana Andrew Charles, daktari wa viungo vya binadamu ama uh, physiotherapy kutoka CCBRT. Asante pia, Dr. Moshi Mbawala kwa kuungana nasi na tunakutakia majukumu mema. Bila shaka, Andrew naye anarejea hapo <laughs> <laughs> asante sana, asante sana, shukrani sana. Tunakamilisha hivyo, na kubwa ni kufahamu kwamba kifundo unatibika. Cha muhimu uh, ni kuwahi matibabu haya mapema katika vituo vya afya ili tiba iweze kufanyika kwa wakati. Tunakamilisha hivyo leo, ikiwa ni siku mahususi kujenga uelewa na kukuza uelewa zaidi kuhusiana na mguu kifundo.